Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wa Kiislamu. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anasema man ghashana falaisa minna, mwenye kutudanganya, fa laisa minna, basi huyo siyo mwenzetu, si katika sisi kwa sababu katika tabia au katika watu wa Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawana tabia ya kudanganyana. Sasa wewe inakuwaje? Wewe upo upo pamoja na sisi, lakini kumbe wewe unatudanganya. Imani yetu tumeiweka kwako, tunakuamini wewe ndugu yetu, lakini wewe unatudanganya. Sasa mwenye tabia ya kudanganya ajue hasa kwamba tayari ameshajitoa katika lile kundi ambalo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema minna, sisi. Yani wewe umejitoa kwenye sisi, umejiweka kwenye wewe. So, sasa tabia ya kudanganya inabidi yani, uaminifu ni jambo la umuhimu sana katika Uislamu, na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ayatul munafiki thalatha, kwamba alama za mtu mnafiki ni tatu. Idha haddatha kadhaba, kwamba anapo anapohadithia yaani, anapozungumza anapo, anapo anasema uongo. Nakuta bana, ni hivi ni vile, jambo limeenda hivi, jambo limeenda vile, ni uongo wa. Idha waada akhlafa, lakini anapoahidi ahadi yake hatimizi. E bana, mimi nitafanya kitu fulani hivi au kitu fulani kimekaa vile au hivi au vile, anasema maneno, anatoa ahadi, lakini wapi, hatimizi lakini tabia ya tatu ya huyu mtu wa idha tumina hana, anaaminiwa, watu wanaweka imani yao kwao kwake, lakini anafanya khiana, anafanya jualo. Huyu ni mnafiki na Allah, anasema kwamba wanafiki watawekwa katika moto mkali wenye kuunguza fi, fi darkil asfal katika moto wenye kuunguza kweli kweli wa chini, yani ule wa hatari hasa. Kwa mtume anasema, man khashana, anayetufanyia ghush, anayetudanganya falaisa minna, huyu mtu si katika sisi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa Bwana Mtume Muhammad, yani tusiwe wadanganyifu. wa ila huna wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.